Kuungana nami Ruben Lukumbuka katika makala ya yaliyojiri wiki hii, na miongoni ni pamoja na maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja wa mauaji ya vijana zaidi ya 60 nchini Kenya yaliyosababisha maafa kwenye miji mbalimbali, matarajio ya Wakongo kuhusu kusainiwa kwa mkataba kati ya DRC na Rwanda kuelekea amani ya mashariki mwa nchi hiyo, na rais wa Uganda Yoweri Museveni aliteuliwa na chama chake NRM kuwania katika uchaguzi ujao, tutaangazia Tanzania na hali nchini Sudan, lakini kule Chad kesi ya mwanahabari Olivier Monoji wa Erefi na wengine sita kusikilizwa katika jiji la Njamena, Guini na katiba mpya ambayo wiki hii ilikabidhiwa kwa rais wa mpito Mamadi Dumbuya. Kauli ya kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatola Ali Khamenei akisema Iran ilishinda katika mashambulizi ya hivi karibuni, mkutano wa NATO na mengine mengi zaidi tumekusanya kwa moyo mkunjufu. Ni kukaribishe msikilizaji, tuandamane hadi tamati. Makala hii inaanzia nchini Kenya ambako watu kumi na sita waliuawa katika nchi hiyo kufuatia maandamano ya Jumatano yaliyogeuka kuwa ya vurugu wakati maelfu ya vijana walipojitokeza katika miji mbalimbali kuwakumbuka wenzao zaidi ya sitini waliopoteza maisha mwaka uliopita wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha. Mwandishi wetu Victor Abuso anaeleza zaidi kilichoendelea. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiongozwa na Amnesty International na tume ya taifa ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yamethibitisha mauaji hayo na kuongeza kuwa watu wengine zaidi ya mia nne walijeruhiwa. Polisi wameshutumiwa kutekeleza mauaji hayo kwa kuwapiga risasi waandamanaji hasa katika jiji kuu Nairobi, huku mamia wakipata majeraha ya risasi au kupigwa, wakiwemo wanahabari na maafisa wengine wa, wa polisi. Maandamano yaliyopangwa na vijana maarufu kama Gen Z yaligeuka na kuwa uwanja wa mapambano siku nzima, siku ya Jumatano, na kusababisha pia baadhi ya maduka kuporwa katika miji mbalimbali nchini Kenya. nam Victor, tumkumbushe msikilizaji kuhusu namna ambavyo maandamano hayo yalifanyika, na mwandishi wetu Victor Moturi alikuwa uwanjani kuripoti hali ilivyojiri, na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Wakiwa wamebeba mabango, miti ya mitende pamoja na bendera ya Kenya maelfu ya vijana waliandamana katikati mwa jiji la Nairobi kuwakumbuka wenzao waliofariki katika maandamano ya mwaka jana. 25 last year June, nilikuwa kwa i ground na wasee walidedishwa. Mtu kama mashari hajawahi patikana. Gava imetufichia wapi hawa watu? Watupatie haki ya wenye waliuliwa. Tumeona kesi ya Rex wenye wanataka kuipeleka peleka. Hatuna kitu ingine, tuko na maji tuko na bendera. We want justice for Gen Z. Wanaua watoto wetu. Hata hivyo, maandamano hayo yaligeuka vurugu baada ya polisi kuwatawanya kwa, kwa kutumia vitoa machozi na maji ya kuasha huku ulinzi mkali ukiwekwa kuelekea njia za kufika katika bunge la kitaifa, mahakama na ikulu ya rais. Tua, wanashinda, wanatu wanatunyanyasa nya, nya, hatutakubali na tuko hapa na tutatoka hata kama leo wanataka kutuua watuue, tuko redi na bado makarao Lama, wanatu trick the same way tunakuja kuandamana bado wanatupiga, so tuko hapa hadi jioni tuone nani mwenye nguvu. Katika maandamano ya mwaka jana watu 60 waliuawa, ambapo waandamanaji walikuwa wakipinga hali mbaya ya uchumi, ambayo wanasema mwaka mmoja baadaye bado hali haijaimarika ni wanataka tukule aje? Na wanasema wanataka kutengeneza Kenya na two years. Inawezekana aje? Sha uwezi lipa, wamekata tulipe sha na miezi, kila mwezi wanataka tulipe mwaka elfu saba unatoa wapi? Maadhimisho haya yamefanyika huku raia ya, wakishtumu polisi kwa mauaji baada ya mwanablogu na, na mwalimu Albert Juang kuwawa mikononi mwa polisi mapema mwezi huu. Naye waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen alielezea kilichotokea kama tukio la ugaidi na jaribio la waandamanaji aliosema walichochewa kisiasa kujaribu kuipindua serikali na kutoa onyo hili: It was terrorism disguised as dissent. Ulikuwa ugaidi kwa jina la maandamano hapa, kuwa maandamano ya amani ilikuwa vurugu, vita na uvunjaji wa sheria. Serikali inatuhumu wahalifu hao walishiriki maandamano na kushiriki visa kadhaa vya vurugu, kuiba, unyanyasaji na kingono na kusababisha uharibifu mkubwa kwa watu wetu, ila nataka kuhakikishia Wakenya kwamba serikali itahakikisha sheria imetendeka kwa wote walioathirika. Wahalifu hawa watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. They will be charged. Wakati serikali ikitoa kauli hiyo, wapinzani na watetezi wa haki za binadamu walilaani hatua ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi kwa kuwapiga hata risasi za moto waandamanaji. RFI kutoka Kenya. Na sasa tuangazie aliyojiri nchini DRC ambako wananchi wamekuwa na matarajio makubwa kuhusu swala zima la utekelezwaji wa mkataba wa amani unaohusu kupatikana kwa amani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambako kundi la waasi wa M23 AFC wanaoungwa mkono na Rwanda wanaendelea kudhibiti miji ya Bukavu na Goma baada ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kutia saini mkataba wa amani mjini Washington DC Ijumaa ya Juni 27. Stewart Muhindo ni kutoka kundi la vijana wanaowania mabadiliko na demokrasia Lucha aliweka neno na kusema kwetu, kwa, kwa ujumla tunadhani ni vizuri kwa nchi mbili kufikia hiyo kiwango na kusitisha vita ya kwanza. Inabidi hiyo makubaliano isitishe occupation ambayo inapatikana Kongo. Inabidi waasi na jeshi la Rwanda litoke kwenye Nor na Sud Kivu, hiyo nafasi ambao wanakamata, wanamiliki. Pia tunadhani kama mahusiano ya kurudisha amani inabidi pia isaidie wakongomani kufikia hiyo kiwango ya kupata haki kwa madhara yote ambao wamepitia me, wa kwenye miaka mingi ya vita. Wanasiasa wa upande wa chama tawala cha UDPS kutoka Likasi huko Katanga ya zamani. Mimi ni Bwana Sokrate Bapeleme Nguvu Yagi, niko mfanya siasa ya chama cha IDP tangu ilikuwa ilikuwaka Kongo, Kongo. jawahi kufanya Mkataba, mkataba wa hivi leo inakuwa ni mkataba wa kwanza itakuwa ndani ya historia ya nchi ya Kongo yetu ya kidemokrasia na ndani ya ulimwengu mzima. Yani najua kama Rwanda itatoka, si wa vijana wenye tuko angaje, tunapenda nchi yetu ikale na salama, nchi ya amani, nchi yenyewe Mungu alitupashia mali vyote ni vya kwetu. nao wanasiasa wa upinzani, miongoni mwao mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli mwaka wa elfu mbili na kumi na nane Daktari Denis Mukwege wametilia shaka utekelezwaji wa mkataba huo huku wanaharakati wengine wakisema wananchi wa DRC hawakuhusishwa wala bunge la taifa jijini Kinshasa. Tumaini Vya Mungu Eli ni mratibu wa chama kinachowania kipengele cha sitini na nne cha katiba alikuwa na neno la kusema. Sahihi ambayo tunaendelea kusikia itafaidika kwa yule ambaye anatafuta abaki madarakani milele, yaani Felix Tshisekedi. Yeye amezani kwamba akasaini hiyo itamsaidia kubaki makati. Alikuwa anatafuta mara ya kwanza kubadilisha katiba ili abaki milele. Sasa hapa saa hizi anarukia tena kwa mambo ya mapatano ya huko Amerika, ili akizani wataweza kumsaidia abaki milele, kitu ambacho hakitawezekana. Kongo ina shida ndani, na hiyo mambo ya mapatano ya nchi ya Rwanda na Kongo hiyo inaona manchi hiyo, sisi haitujali sisi, sisi ni warevolutionnaire eh, tuko ndani ya katiba sitini na nne, ya katiba ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo hiyo mambo ambayo wanazungumza huko

Na tukiwa bado nchini DRC hali ya wasiwasi iliendelea kuripotiwa katika vijiji vya wilaya za Walungu na Kabare zinazopakana na mji wa Bukavu ambako wapiganaji wa zalendo wamekuwa wakikabiliana na waasi wa M23. Mwandishi wetu wa Bukavu William Basimike alitutumia ripoti ifuatayo. Joseph Kabila amekutana na viongozi wa jadi na wawakilishi wa vijana kwenye makao yake ya Mbobero katika wilaya ya Kabare kwenye umbali wa angalau kilomita kaskazini mwa mji wa Bukavu. Walioshiriki wamesema pamoja na Kabila wamebadilishana fikra na amewafafanulia maoni yake kwa kurejesha amani na mshikamano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yanafanyika wakati bado hali ni ya wasiwasi wasi katika baadhi ya vijiji vya wilaya za Kabare na Walungu zinazopakana na mji wa Bukavu. Jumatatu mapambano makali yalifanyika kati ya AFC M23 na wapiganaji wazalendo na yalisababisha maafa makubwa katika vijiji vya Chirunga, Bugobe, Kagabi na Bushwira wilayani Kabare, na watu wengi walipoteza maisha, kama anavyohakikisha Rodrigue Mungwa Konkwa, kiongozi wa asasi za kiraia wilayani Kabare: raia zaidi ya kumi na mbili wamepoteza maisha na wengine sita kuumia vikali kufuatana na masasi zilizotawanyika kiolela. Mapambano mengine yamefanyika tangu Jumatatu asubuhi katika vijiji vya Bwahungu, Muzinzi, Nyabangere, Chihambe wilayani Walungu kati ya AFC M 23 na wazalendo. Wengi kati ya wakazi wa vijiji hivyo wamekimbia msituni. Hawa ni miongoni wanaoelezea maoni yao. Mapendekezo ya ayo majadiliano hatujui yatayapeleka wapi. Kwa vile mapambano hayo yamesababisha pia uharibifu wa vituo kadhaa vya afya na elimu, wakazi wengine wanatoa wito kwa pande zote kuheshimu sheria kima za kimataifa za kibinadamu. William Basimike, Bukavu RFI Kiswahili. Msikilizaji, ni miaka mitano sasa tangu Rais Evariste Ndayishimiye achukue hatamu za uongozi katika nchi ya Burundi. Miaka mitano baadaye nchi hiyo inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, huku kukiwa hakuna hatua nyingi chanya zilizopigwa haswa kwenye nyanja za uwiano wa kijamii na uchumi wa taifa hilo ambao umeendelea kutetereka. Rais huyo mwenye umri wa miaka 57 aliingia madarakani Juni 18 na hivi karibuni katika nchi hiyo kulifanyika uchaguzi wa wabunge na viongozi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao hata hivyo ulikosolewa vikali na wanaofuatilia siasa za nchi hiyo, wakishutumu kutengwa kwa wapinzani halisi. Wachambuzi wa siasa za Burundi wanaizungumzieje miaka hiyo mitano ya utawala wake rais Ndayishimiye? Alhaji Abdulkari Mwatiki alizungumza na RFI Kiswahili akiwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania na hali pia ya mahusiano kumekuwa na changamoto upande wa Congo, kumekuwa na changamoto upande wa Rwanda, amekuwa na changamoto nyingi, lakini amekuwa akijitahidi kwa kadri anavyoweza kuiweka Burundi katika hali ya utulivu na vile vile kuhakikisha kwamba changamoto hizo za nchi za jirani basi ili nchi itulie. Kwa hiyo kwa kweli mimi simlaumu yeye kama yeye, kwa sababu amerithi nchi ikiwa na changamoto nyingi. Ni mtazamo wake Alhaji Abdul Karim Atiki, mchambuzi wa siasa na ambaye alikuwa akizungumuza akiwa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wiki hii chama tawala nchini Uganda cha NRM kilisema Rais Yoweri Museveni, mwenye umri wa miaka 80 sasa, atawania tena urais kwenye uchaguzi wa mwezi Januari. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kutoka chama hicho cha NRM Tanga Odoi alisema rais Museveni atatangaza azma yake hivi karibuni. Na kule Tanzania, polisi iliwakamata wanablogu wawili kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao, wakati huu taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu. Benson Wakoli alifuatilia kwa karibu taarifa hii na ifuatayo ni ripoti yake. Wanablogu hao Jackson Kabulo na Joseph Mrundiko walikamatwa jijini Arusha wakituhumiwa kuchapisha kanda za video zilizokuwa zinazungumzia masuala ya uwajibikaji, demokrasia na uongozi bora. ya idara ya polisi nchini Tanzania imekiri kuwakamata wawili hao kwa misingi ya matumizi mabaya ya mitandao. Kukamatwa kwa wawili hao kumekosolewa na wanaharakati nchini Tanzania, akiwemo rais wa chama cha mawakili nchini humo Boniface Mwambukusi ambaye amesema wawili hao walikuwa wanatumia sanaa kujieleza na sanaa Serikali ya Tanzania a imekuwa ikiwakamata wakosoaji wake kipindi hiki nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi utakaofanyika mwezi Oktoba, huku kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema bwana Tundu Lisu naye pia akiendelea kuzuiliwa kutokana na, na tuma zinazo mkabili za uhaini. Na mwanzoni mwa juma hili serikali ya kijeshi nchini Sudan ilishutumu Kenya kwa kuendelea kuwaunga mkono wanamgambo wa RSF kwa kuwezesha kundi hilo kupata silaha kutoka nchi ya Kwingineko barani Afrika, wiki hii, rais wa Zambia Hakainde Hichilema aliendelea kusisitiza nia ya nchi yake ya kumtolea mazishi ya heshima rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu aliyefariki dunia nchini Afrika Kusini ambako alikwenda kupewa matibabu, kufuatia mzozo kati ya familia ya Lungu na serikali ya Zambia. Kuhusu maziko ya rais huyo wa zamani wa Zambia, waziri wa uhusiano na ushirikiano wa kikanda Ronald Lamola kutoka Afrika Kusini alifanya mazungumzo na Rais Hichilema kuhusu mvutano huo. Lamola aliweka neno. Tumekuja hapa kuendeleza majadiliano kuhusu namna kupata suluhu ya changamoto iliyopo kati ya familia ya Lungu na serikali ya Zambia to... na tunaendelea kumfikishia ujumbe rais wa Afrika Kusini ili apate suluhu kuhusu suala hili. Bado kuna mtazamo kwamba rais wa zamani Lungu anafaa kuzikwa katika nchi yake alikozaliwa. Mzozo kuhusu mazishi ya Edgar Lungu ulionekana kuvuruga mipango ya serikali kumwenzi kiongozi huyo huku pia ukizua hisia za kisiasa katika taifa hilo. Na, na sasa tuangazie aliyojiri katika nchi ya Chad ambako hatma ya mwandishi wa habari wa RFI katika mji wa N'Djamena, Olivier Monoji, pamoja na wanahabari wengine sita waliotuhumiwa kushirikiana na mawakala wa kigeni na hivyo kuchapisha habari zinazoweza kuathiri diplomasia na masilahi ya kiuchumi ya Chad ilifahamishwa mapema wiki hii. Mashirika yanayotetea uhuru wa vyombo vya habari katika nchi hiyo yalielezea kuwa shutuma ama tuhuma dhidi ya waandishi hao hazikuwa na ukweli wowote. Yuda Alahondum ni rais wa chama cha wanahabari cha nchini Chad Pepete. Alisema, tulitumai kwamba pamoja na viongozi hawa kutakuwa na uhuru wa watu kujieleza, badala yake tumetambua kwamba kumekuwa na ukiukaji mkubwa wa uhuru wa watu kujieleza. Yaani ni fursa kuwaambia viongozi kwamba hatupaswi kuendelea kufanya kazi katika mazingira hayo, na kwamba uhuru wa watu kutoa maoni yao ni haki yao. Waache wanahabari kufanya kazi kama kawaida katika vyombo vyao vya uhariri na sio katika magereza. Ni zaidi ya miezi mitatu, zaidi ya siku mia moja wenzetu wako gerezani, na ni tangu mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu hadi leo hii, imekuwa ni mara ya kwanza mwanahabari awe na zaidi ya siku mia moja akiwa gerezani. Tunaomba waandishi wote wa habari waje wengi kuwashikilia wenzetu ambao watafikishwa mahakamani leo. Pia tunaomba sheria ifuate mkondo wake na baada ya kesi hii waandishi wenzetu warudi manyumbani kwao, kwa sababu nafasi ya mwandishi wa habari sio gerezani, bali katika chumba chake cha uhariri. Ni sauti yake Yuda Alahondum, rais wa chama cha wanahabari cha nchini Chad akiwa Njamena, kama alivyozungumza na mwandishi wa erifi Francois Maze tarehe na 25 Juni mwaka huu. Wananchi nchini Msumbiji waliadhimisha miaka 50 tangu walipopata uhuru kutoka kwa mkoloni wake Ureno Juni 25 mwaka 1975. Kwingineko duniani, tukiangazia yaliyojiri katika uga wa kimataifa msikilizaji, ni kwamba Marekani juma hili ilitishia kuiwekea vikwazo vya kibiashara Uhispania uhi kufuatia hatua yake ya kukataa kuunga mkono pendekezo la nchi wanachama za muungano wa NATO kuchangia asilimia tano ya pato ghafi la nchi kufadhili maswala ya ulinzi wa jumuiya hiyo. Waziri Mkuu Pedro Sanchez alisema nchi yake itafanya kosa kubwa ikiwa itakubali kutoa kiwango cha fedha kilichoridhiwa na nchi wanachama wa NATO. Donald Trump Yeah, alikuwa na kauli, you know, hii unajua tutafanya nini? We're tutajadiliana na Uhispania kuhusu makubaliano ya kibiashara tutawafanya walipe mara mbili zaidi, na kwa kweli sitanii katika hili, tutaifanya uhispania ilipe. Naipenda uhispania, nina watu wengi kutoka Hispania na ni mahali pazuri na watu wake ni wazuri pia, lakini uhispania ndio nchi pekee kati ya nchi zote ambazo zimekataa kulipa. Wanataka kupata safari ya bure, lakini itabidi walipe kupitia biashara. Hivyo sitaruhusu mpango wao, kwa sababu sio haki. Na mpia rais huyu wa Marekani Donald Trump aliwaambia wakuu wa nchi hizo za jumuiya ya NATO kwamba nchi yake kamwe haitajitenga na jumuiya hiyo akisema ushirikiano wa kihistoria uliopo hauvunjiki kirahisi. RFI. Msikilizaji, mpango wa usitishaji vita kati ya Israeli na Iran uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump juma hili ulionekana kutekelezwa licha ya nchi hizo mbili kushambuliana siku ya Alhamis saa chache baada ya hatua hiyo kutangazwa. Juma hili Urusi ilisema haiungi mkono uamuzi wa Iran kutaka kusitisha ushirikiano na shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomiki baada ya bunge la Teheran kupiga kura kutaka serikali kujiondoa katika shirika hilo. Na, ni kwa taarifa hiyo kutoka Urusi huko. Msikilizaji, ndio nami na shusha nanga katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka, asante sana na kwa heri.